Tuwakumbuke wajane, tuwakumbuke wale walemavu, uwe na chochote, chochote kutumikia Mungu, uwe na madaftari, uwe na fedha huwa na sabuni, uwa na sukari, huwa na mavazi, uwa na unga, uwa na mahindi, uwa na chochote, wapeni watu vitu, naye Mungu atawapatia. Naomba niombe katika eneo hili. Baba Mungu mtakatifu, mtetezi wetu, Mungu wetu uliye mwaminifu, tazama sadaka za watu hawa, ya Bwana zinakwenda kutabiri ye Mungu uwana

Baba, sante kwa ajili ya ofisi hiyo, naoihema wakutule amini na tamka baraka kwa jina la Yesu, wana wabariki zidishe, na kumuinua pa tetee na kumpatia nguvu katika naitwa Samuel Mwalende Salala. Mbalizi, kanisa la IEGT kwa mchungaji Elisha Cheyo na leo ni siku njema ametupatia kama zawadi, tuje tuwaalike wenzetu wa eneo hili kuwashirikisha ndoto ambayo mtumishi wa Mungu Elisha Chai Mungu amempa kwa ajili ya kuwakumbuka yatima, wajane na walemavu na wazee. Wakati ambao Mungu amempatia kama huu, ameona kwamba jambo jema hili awashirikishe na watu waliopembezoni kwa kasa hili la tumaini sana t, -t, -t, -t, -t, t. Hivyo ni siku njema sana leo, tunaona mwitikio wa watu tumeona watu kuungana na sisi hivi. Tunakukaribisha siku ya Jumapili, kwa mtazamaji unayosikia unayoangalia kipindi hiki cha YouTube kwa kupitia Tumaini Jipya TV Salala, tunakukaribisha mtumishi wa Mungu uweze kuungana nasi. Kutakuwa na siku ya kuwapamba na kuwavisha mavazi na kuwapa chakula mahindi, mavazi, mablangeti, mashuka, viatu, madaftari, vitu vingi. Tunakushirikisha katika siku iliyo njema kama hiyo, Jumapili tarehe ishirini na tatu. Tunakuomba uungane na sisi, tushikane jambo hili, tutiane moyo, hakika kwamba Mungu hakuondoka. Aliacha yatima, aliacha wajane, sema hapo, nilikuwa ni mimi. Wale wagonjwa ni yeye, wale vipofu ni yeye. Unapowapatia wahitaji, naugusa mwili wa Kristo. Nawakaribisha sana, ni siku njema Mungu ametupatia. Kuansia leo tarehe 17 mpaka tarehe 23, tutakuwa ni hitimisho. Mungu awabariki kwa kuweza kuyapokea kupokea itaji na ombe letu kama kanisa nakamaeta yetu. Uu aadalikisa popote mlipo, tunaakaribisha sana hasam. Napenda kuwakaribisha mali tulipo, ukitokea ji ya Tunduma shukia Makapangala kabla ujafika marizi Makapangala shukia mkono wa kushoto, kuuliza kanisa la et komoocheyo mahali wanapolea walemavu na wazee wasiojiweza. Ukitokea Mwanjerwa, njia ya Mwanjerwa, shukia Mbalizi tarafani, panda bajaji, shukia Mwakapangala mkono wa kulia, EGT, wa kulia uliza kanisa la EGT kwa Mchungaji Elisha Che, mahali hapo unaweza ukatukuta. Kwa mawasiliano, waweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 07428985217 2898521 hiyo, na ni namba ya mkurugenzi wa walemavu Samuel. Namba ya mchungaji ni 0758121662, 0758121662. Tunawakaribisha, maombi ni masaa 24. Karibuni, asanteni. Mama, habari za kazi? Salama samani. Unajua, Mungu akiamua kufanya jambo anafanya kwa wakati wake. Tumekuja hapa na programu ya kuwasaidia watoto yatima, ya mavu na watu wasiojiweza. Kwa hiyo tumeona tupite mtaani pia, watupe msaada kampani kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima, tunatokaarata la Tumaini Jipya kwa mchungaji cheo ah, tumepita hapa, tunashukuru Mungu umetusaidia, na Mungu ataenda kufanya kwenye biashara yako, atabariki kazi yako, amina. Nachotaka ah, kujua kutoka kwako, natamani uongelee uongelee jambo hili, unalionaje wewe una, kwa mtazamo wako unaonaje ile jambo la kuwasaidia watoto yatima? Mimi kwa kusaidia watoto yatima, ninaona ni jambo la busara, tena ni jambo la huduma kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa sababu watoto yatima na wenyewe wanatamani siku nyingine wangekuwa na wazazi wao, lakini wazazi wao walipotea pasipo kutegemea. Asante sana mama. Je, unawashauri watu nin... unashauri nini watu wengine wanaokusikiliza na wanaokutazama? Ninawashauri watu wengine tuendelee kuwahudumia watoto yatima, kwa sababu ni sehemu ya huduma yetu. Amina sana mama. Ndugu yangu, kaka. ndugu, ndugu, nizimala. ndugu, nizimala. Ah, ndugu ah, yangu kaka Salama Ah Ah bwana yangu kama tulivyopita hapa tumekuja kuomba msaada, na sio msaada kwetu sisi ila ni msaada kwa ajili ya watoto yatima, ndugu zetu walemavu, ndugu zetu wasiojiweza. Watu wapo waliofiwa na wazazi wao kwa bahati mbaya. Sio hatujapanga, si ndio? ya hapo nichotaka kujua, nilisamani sana, uelezee watu namna gani unavyojisikia au unashauri nini kuhusiana na kuwasaidia watoto yatima. Kwanza natuatamani kuwaambia watu au kuwaasa watu wajue kwamba kila mtu alizaliwa na wazazi wawili na hata mlemavu alizaliwa akiwa sawa, sio unanielewa? Yote ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo kumsaidia mtu kama yule pia unakuwa umegusa hata mboni ya Mungu, kwa sababu ni jambo la busara, ni jambo la utu, kwa sababu hata mtoto yatima unapokuwa unamsaidia, unakuwa umemgusa Mungu pia kooni jambo jema, sidhani kama kuna ubaya kumsaidia mtoto yatima au mlemavu yoyote, ni jambo zuri kabisa, na ni jambo lenye msaada sana, na ni kitu chenye utu. Tunakuwa tumefanya utu kwa mtu wenye matatizo kama hayo. Asante ah, kaka amsikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Jipya ambayo uko Mbalizi, tunakwambia wasaidie watoto yatima, wasaidie walemavu, kitu chochote kile ambacho unacho kama ndugu yetu hapa amewasaidia watoto yatima sio kwa sababu ya shida shida mbalimbali, lakini kwa sababu ana moyo wa kuwasaidia wengine. Tuwe na moyo, ndugu yangu, wa kuwasaidia watu wengine. Karibu, asante.